Mimi naitwa Coach Michael. Uh, nadhani watu wengi mnanijua, ni mwalimu wa swimming, ni mwalimu wa kuogelea uh, imeanzishwa program leo huku upande wa Tabata kwa sababu tuligundua watoto wa huku wote wengi hawajui kuogelea na wanapata matatizo kwenye maji. Kwa hiyo program leo hapa Selenite kwa ajili ya wanafunzi tu, kwa ajili ya shule, kwa shule nyingi zote za huku, tumeanzisha program hapa kwa ajili ya kuwafunza watoto kuogelea. Watoto wengi watakuwa wanakuwa na, wanapoteza maisha kwenye maji kwa sababu hawajui kuogelea. Hili tumeanzisha huku kama ni somo, kama somo. Kwa sisi huku, hili hapa, tuna tuna curriculum ambayo watoto wanaanzia KG mpaka mpaka sekondari. Kwa watoto wanajifunza swimming, wanajifunza mambo ya water safety, wanajifunza mambo ya life saving. Kwa tunakaribisha shule nyingi na wazazi wote wa upande wa huku waje wajifunze kuogelea mwitikio bahati nzuri mwitikio ni mzuri. Tuna shule inaitwa Genius King, wamekuja ndo wateja wetu wa kwanza. Alafu kuna Fountain Gate kunaate uh, tunategemea kuipata shule kama tusime uh, kama Harvard school havadsul uh, nbc abc tunazote shule nazipata kwa ajili ya programu kwao. Mwitikio sio mbaya, na tumeingia kwa, kwa, kwa, kwa uh, engo ya somo, tujaingia kwenye engo ya activities kwa sababu tunaamini kuogelea ni life skills. Kila binadamu, kila mtoto lazima ajifunze kuogelea kwa ajili ya maisha ya kwao. ko kwa tumeanzisha hii hapa sio kwa ajili ya activities, kwa ajili ya life skills, kwa kuprevent ku watoto wengi kuzama. Baadaye maendeleo yao, wengine wanaogelea wanakuwa ni waogeleaji na kimataifa, wengine wanacheza water polo, wengine wanakuwa ni walimu wa kuogelea, wengine hivyo watakuwa ma life saver Lengo ni ilo. Mwitikio ni, ni mzuri. Tunamshukuru Mungu. Ninaitwa jina langu Tito Elisha Kiando, ni program manager wa Aqua Mobile Swimming Club, klabu ya kujifundisha kuogelea na usalama ndani ya maji. Tumeanza programu hii kwa kuwafundisha watoto wadogo watoto kwanzia ya umri wa miaka mitatu na kuendelea. Lengo kuu ni kuwafikia watoto wote Tanzania na tumeanza katika mashule binafsi. Uh, leo tulikuwa tunazindua katika shule ya Genius King. Uh, hii ni non-profit organization ambayo inafanya kwa kujitolea. Watu ambao wanajua uh, matumizi ya uh, kujiokoa kutokana na vifo vya maji wanaijua hiyo adha ama hiyo athari uh, hawapendi kuona watu wakifa kwa sababu tu hawajui kuogelea, wakifa ndani ya maji. Kwa hivyo kupitia uh, Aqua Mobile Swimming Club tumeandaa, tumepata mwito watu wajitolee makochi mbalimbali mbali na watu wanaojua mambo ya kuogelea uh, tumekusanya pamoja, wanatoa uh, elimu hiyo katika mashule na tunapokea wahisani mbalimbali ambao wanatusapoti katika hili ili tuwaweze kufikia watoto mbalimbali mbali. Hi, my name is Amina Farid and I'm in grade 6 at Junior Singh Nursery and Primary School. Um, the swimming pool was very good and comfortable.